Kazi yenye thamani kubwa, makatibu mahsusi Tanzania, wewe Rais. Ndugu zangu, za kwanza nimshukuru makamu wa rais kwa kukubali kuniwakilisha kwenye mkutano wenu, nilikuwa na tamani natamani sana niwepo mwenyewe lakini kama mnavyoona mambo ni mengi, tuna mgeni kutoka Finland, nilikuwa naye jana leo tunaendelea na kesho namuaga. Kwa hiyo Makamo nimemwomba niwakilishe, lakini pamoja na hayo nilikuwa nafuatilia, niko kwenye TV nafuatilia mkutano wenu, lakini kwa kweli nimeona TAPSEA imekua mmekuwa sana, hongereni sana Niwapongeze viongozi lakini na nyinyi wanachama kwa kuikuza hii taasisi, mmekuwa sana. Nimekuwa nikisikiliza risala mwenyekiti wenu, mnavyotuambia changamoto, tumezipokea na serikali tutazifanyia kazi. Anaomba uchumi ukikua basi tuengeze zaidi mshahara. Mbe ndugu zangu, wanangu, chapeni kazi, fanyeni kazi, tukuze uchumi. Unapokuwa mnajua, mama huwa hana shida, nasema kama uchumi umekuwa basi, hebu warudishieni waliokuza uchumi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, niwatakie mkutano mwema. Nimesikiliza mada zilizowasilishwa kwenu wakati mko kwenye mafunzo maalumu. Mimi niwatakie kila la heri, na ni imani yangu kwayo na baada ya maadhimisho haya ya kwenda kuchapa kazi. Napenda kusisitiza kuwa ustadi katika tehama sasa umekuwa ni sifa muhimu ya utendaji wenu. Hivyo waandishi waendesha ofisi hamna budi kujiweka tayari ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia kwa kuendelea kujifunza na kuwa wabunifu zaidi. Lakini vile vile, ninatoa rai kwa waajiri kuandaa mafunzo kazini na mafunzo ya muda mfupi ili kuwawezesha waandishi waendesha ofisi kuhuisha ujuzi wao katika teknolojia mpya za ofisi na zile zinazoibukia. Na hii ni pamoja na matumizi ya adili ya kompyuta na programu zake. Ninafahamu kuwa katika utendaji kazi wenu wa kila siku mnashughulika na masuala mengi ambayo ni nyeti. Hivyo, mwandishi mwendesha ofisi ana jukumu muhimu sana la kulinda maadili ya kitaaluma hasa kutunza siri za ofisi, kuwa mwaminifu na kulinda mwonekano wa ofisi na yeye mwenyewe. Kama ambavyo imewahi kusisitizwa katika mikutano iliyopita, nami napenda kurudia tena kutoa msisitizo kuhusu kuzingatia utunzaji wa siri za serikali na taasisi nyingine ambazo katika utendaji kazi wenu mnapata kuzifahamu changamoto zinazoikabili kada ya waandishi waendesha ofisi. Sasa, la kwanza limeshasemwa hapa kwamba waajiri wengi hawaruhusu wanachama wa TAPSEA kuhudhuria na kushiriki mikutano ya mwaka kwa ajili ya kujifunza na kuchangamana na wanataaluma wengine, na kwa taarifa nilizopewa, changamoto hii ni kubwa zaidi katika halmashauri na mamlaka za serikali za mitaa pamoja na taasisi za serikali. Kwa kutumia hadhara hii, ninawaelekeza waajiri wote nchini kuwapa waandishi waendesha ofisi na kada nyingine fursa ya kushiriki mikutano ya kitaaluma na kuwawezesha kibajeti na kilojistiki ki